Na mtazamaji, tunaendelea mbele ambapo naibu Inspekta Jenerali wa polisi anayekumbwa na utata Eliud Lagat jana aliandikisha taarifa na maafisa wa uchunguzi kutoka halmashauri ya utendakazi wa polisi IPOA, kuhusiana na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Lagat, ambaye alikuwa mlalamishi kwenye kesi ambapo Maremo Ojwang alituhumiwa kwa kuchapisha taarifa zisizo kweli, aliojiwa kwa saa kadhaa na maafisa wa uchunguzi, japo ripoti za alichosema Lagat kwa wachunguzi hazikuwekwa wazi. Ana potiwa kuojiwa kuhusiana aliyosababisha kukamatwa kwa Ojwang nyumbani kwao Homa Bay na pia kilichojiri alipofikishwa katika kituo cha polisi cha Central. Lagat anaongeza idadi ya watu waliojiwa kuhusiana na mauaji ya Ojwang na maafisa ishirini wakiwa tayari pia wameojiwa.